Moja kati ya changamoto ambazo vijana wengi wamekuwa wakizikumba, ambapo ndio hiyo dhana ya kujiajiri inakuwa ngumu kidogo, ni kuwa labda na ujuzi fulani mahususi, labda mtu anajua kuchomelea au anajua kupaki vyakula au anajua kutengeneza viatu, lakini asipate elimu ya fedha, elimu ya rasilimali watu, elimu ya masoko, elimu ya social media na kadha wa kadha. Kwa sisi tumejipanga kwamba kuhakikisha kwamba vijana wanapata uh, tunasema degree 360 ya elimu kuanzia ule ujuzi unaohitajika, labda kwa mfano um, huu niliotolea jinsi ya kuchagua viazi vizuri na kuviprocess mpaka kuvipack, lakini hiyo haitoshi. Lazima ajue kuangalia masoko, lazima ajue nyakati za masoko, maeneo ya masoko, jinsi ya kufika sokoni, jinsi ya kupata mitaji, na ile mitaji, jinsi ya kuisimamia vizuri, jinsi ya kukuza, kama atajiri watu, jinsi ya kuwasimamia kama timu, rasilimali watu na kadha wa kadha. Kwa sisi tumejikita kuhakikisha kwamba tunatoa uh, uh, degree mia tatu sitini. Sasa katika kushirikiana, katika kufanya kazi, sisi kama chuo lazima tushirikiane na sekta mbalimbali. Uh, tarehe tisa, mheshimiwa makamu wa rais, uh, balozi Dr. uh, Emmanuel Nchimbi alizindua mpango wa ushirikiano kati ya taasisi za elimu na sekta uh, lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba sisi kama taasisi kama vyuo vya elimu hatui mbali na sekta zenyewe ambazo tunadili nazo, ikuakisha kwanza mitaala yetu inaendana na mategemeo kwao. Tunashirikiana tuna, tuna kwenye kutengeneza mitaala na kwenye kuisha ile mitaala. Lakini pili, hata wale wakufunzi wetu na watumishi wanaendana na ule uhalisia kwao, mtu asibaki kuwa labda ni mwalimu kwa muda mrefu afu akapoteza ule uhalisia, lakini na sisi kama chuo tumeendelea kuitanua uh, mpaka sasa hivi tunaingia makubaliano na taasisi mbalimbali mbali, China, UK, Scotland, mwaka jana tuliingia uh, MOU na Heriot-Watt University, moja kati ya vyuo vikubwa sana Ulaya kwenye kushirikiana na kitaaluma. Hii inatuwezesha sisi kwanza kujipima, kujua wenzetu kimataifa wanafanya nini na wako katika ubora wa ngazi gani. Na sisi kujiboresha ili tuweze kwenda kimataifa. Lakini juzi uh, wiki hizi zilizopita, tume sign uh, MOU na CEO Roundtable. CEO Roundtable ni taasisi ambayo inaundwa na wakuu wa taasisi hasa hasa taasisi binafsi uh, wale ma CEO. Lengo kubwa ni hilo hilo, sababu kwa kwa sisi kama chuo na sekta hususan sekta binafsi tuna mashirikiano, itupe itu nafasi vijana wetu kwenda kujifunza, walimu wetu kwenda kujifunza lakini tuweze kutoa suluhisho za majawabu ya matatizo mbalimbali mbali ambazo mathalan hizi taasisi zinakutana nazo, inaweza ikawa kwao ni changamoto. Tuchukule tu mfano mrahisi taasisi ndogo au ya kati haina tovuti. Sasa anawaza atengenezaji tovuti labda akaingia gharama, lakini sisi tuna wanafunzi ambao na walimu ambao wanafundishwa kutengeneza tovuti kwa hiyo mwanafunzi anapata nafasi ya kujifunza kwa vitendo na kutoa suluhisho la mahitaji halisi ya soko wakati, uh, sekta inafaidi kwao, na, na, na maeneo mengine ambayo tunaendelea kushirikiana nayo. Mpaka sasa hivi tumeshaingia MOU 23 na taasisi mbalimbali za ndani na nje, lakini kama alivyosema awali tumeendelea kuboresha mitaala yetu. Kwa mfano, kupitia mradi wa Hiti tumeendelea kuakisha mitaala yetu yote, sasa hivi iko imehuishwa kwa kwa paka sasa hivi na mingine iko kwenye mchakato wa kumaliza kuhuisha, kwa sababu ina mchakato mrefu. Kushamaliza wewe kuhuisha, unapeleka kwa regulator wako ambao ni NACTVET, na baada ya hapo tunahakikisha kwamba inakwenda vizuri kabisa. Kwa hiyo kama nilivyosema, huu mradi wa HEET katika kuhakikisha kwamba mitaala inakwenda sawa, uh, mitaala ambayo tunakwenda kuendelea kuitoa katika hususan campus za uh, Geita, Babati na Songea ni mitaala kwa mfano, food processing, leather processing, leather kutengeneza mabegi, urembo, kushona nguo, kutengeneza samani na kadha wa kadha. Kutokana na hayo, ndio ambayo yanahitajika kule ndani, lakini mm -hmm. Vile vile unapoongelea taasisi taasisi eh, mara nyingi huwa inapokuwa kati ya eneo kubwa ambalo natakiwa likuwe sambamba na ukuaji wa miundombinu na kutanuka kwa campus ni rasilimali watu kwa, kwa kupitia mradi wa hit, tumepeleka wahadhiri ishirini kufanya uh, uzamivu PhD na hiyo inapelekea jumla ya watumishi ambao sasa hivi bado wanasoma PhD kuwa zaidi ya mia moja na tano katika maeneo mbalimbali ndani ya nje ya nchi. Hawa wakimaliza basi, watakutoweka sisi katika sehemu nzuri sana kishindani ndani na kupelekea kufikia dhamira yetu ya kufanya IAA kuwa moja kati ya vyuo vikubwa Afrika. Sasa katika uh, mantiki ya leo, unapoongelea kuhusu kumwandaa kijana na fursa za kiuchumi, elimu ya kidijitali, uh, ndio kule ambako dunia inaelekea, ukiachiria elimu ya kidijitali yenyewe kama kama, kama uwekezaji lakini unagundua kwamba sekta zote zinategemea dijitali. Kwa hiyo chochote ambacho unafanya, naona wengi hapa, ingekuwa wakati sisi tunafanya production uh, ilikuwa uh, ni tape, baadaye unatoka pale unaenda una digitize uh, una, unafanya ukiwa una, unafanya production ilikuwa ni manyo, siku hizi unaweka in timeline unakata na nini. Kwao naona jinsi ambavyo tume tumepiga hatua. Kwa sisi tumejipangaje, moja Uh, mwaka uliopita wa fedha tumewekeza zaidi ya milioni mia tisa kwenye kutengeneza madarasa ya kisasa, tunaziita smart classes. Haya ni madarasa ambayo yanaendana yanatumia ya ya teknolojia za, za kidijitali kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji. Hiyo vilevile inawezesha watu kusoma zaidi ya kuwa pale darasani. Mwaka huu wa fedha tuna uh, kwenda kuwekeza bilioni nne uh, na tumeshaanza uh, michakato hii. Ni kuhakikisha kwamba sasa tunataka tumalize madarasa yetu yote yawe smart classes na kampasi zetu zote ziwe smart campuses. Lakini unapoongelea uh, unapoongelea digital lazima uongelee data uh, jinsi ya kuunganisha tume tumepata huduma toka Mkongo wa Taifa. Huduma inaitwa MPLS, hii ni kwa kitaalamu wanaita multiprotocol label switching. Hii ni ni huduma ya, ya, ni teknolojia tu, lakini kwa ujumla wake ni fibe mkongo wa taifa kutumia fibe kuunganisha kampasi zetu zote.